Naam, karibu tena mtazamaji. Viongozi wa Kenya Kwanza wanataka kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuandikisha taarifa na DCI kuhusu matamshi yake kuwa mkuu wa majeshi marehemu Francis Ogolla aliuawa. Viongozi wao wanasema ni sharti Kalonzo achunguzwe ili athibitishe matamshi yake na iwapo yamechochewa kisiasa. Hayo yanajiri huku Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen akiongoza viongozi wengine wa Kenya Kwanza kumpigia debe Rais William Ruto kama anavyoripoti Crispin Otieno. Siku moja baada ya kiongozi wa Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kutoa matamshi kuhusu kifo cha aliyekuwa mkuu wa jeshi Francis Ogola mwaka elfu mbili ishirini na nne wasee kina mama, viongozi wa Kenya Kwanza sasa wanataka Kalonzo kufika katika makao makuu ya ujasusi kuandikisha taarifa na idara hiyo, wakisema madai yake kuwa Ogola aliuawa yamechochewa kisiasa na yanahitaji kuchunguzwa. Wewe mwenyewe utachunguzwa, ijulikane kwamba ni nani aliua Ogolla. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mimi nimesikia wewe ukisema sijui ilifanyikaje, sijui CDF. I want to challenge you if you are truly a very honest man you should not have served as the deputy president as the vice president of Mheshimiwa Mwai Kibaki no. Kwa sababu nyinyi munajua hiyo kura hamukushinda yes, ndio maana mulienda mkaabishwa usiku. Wabunge hao waliokongamana eneo la Kikuu Baringo Kaskazini kwa mchango wa kanisa wanataka Wakenya kujihadhari na viongozi wachocheziub a huko Kaptagat Elgeyo Marakwet. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na mwenzake wa Kawi Opiyo Wandayi waliongoza kikosi cha mawaziri katika hafla ya michezo ya kuleta jamii pamoja zinazoishi Marakwet. Mawaziri hao wakitumia fursa hiyo kumpigia debe kiongozi wa taifa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mimi najua kuna challenges mingi ya vijana, lakini where we are going with housing, where we are going with investment on in mambo ya investment na mambo ya infrastructure na mambo ya manufacturing itasaidia kuokoa vijana wetu. Mkumbuke ya kwamba sisi wananchi wa kule ng'ambo tuko na deni yenu ya kisiasa. Wewe Rigiji, ulikuwa unafikiria umeeka kura ya mulima kwa mvuko yako. Watu ya Mbere North waliongea juu ya watu wote wa mulima ya mlima. kwamba kura ya watu ya mulima iko katika mfuko wa William Samoei Ruto. Amin. Katika hafla hizo mbili walitoa wito wa umoja kabla na baada ya uchaguzi mkuu ujao. Alafu kuna wengine wakiona mtu mwenye wako na ukakamavu na anajisimamia hadi sasa wa wanaanza kutishika, wanataka wana kupangia kutoa huyo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.